Kaangalia katika mitandao ya kijamii kitu cha kwanza nilichokuja kukiona nimemsikia kiongozi mmoja anasema nchi hii mpaka kinuke. Jambo la pili nikamsikia kiongozi mwingine anasema anaamrisha mahakama imwachie mtu. Jambo lingine nikamsikia ndugu yangu Hamidi Jongo wa msikiti wa Manyema alivyokuwa anatoa eh, yale maneno ambayo yamesomwa na kiongozi aliyesema nchi hii mpaka kinuke. Kwanza nataka tuambiane, amani ya nchi hii imeletwa na wazee wetu, na wale wazee wetu walioleta amani ya nchi hii wao wako katika makaburi. Hivi inakuwaje kama amani waliotuachia, alafu tukaivuruga? tunawaeleza nini wao? Watatuonaje huko aliko? Hilo la kwanza. La pili, kuna mtu mmoja nimemsikia mkubwa kabisa wa madhehebu ya dini fulani, anaamrisha mahakama, anaamrisha mahakama kwamba imtoe mtu mmoja eh, am, anayeamrisha serikali kwamba imtoe mtu eh, ambaye yuko katika, katika kesi jamani. Mtu akishafanya kosa serikali huwa inamchukua inataka kwenda kulithibitisha lile kosa. Unaposema wewe unaamrisha eh, kwamba yule atoke mara moja, kwanza, huu ni utovu wa nidhamu, ni utovu wa adabu. Huwezi wewe ukamwamrisha mkuu wa nchi amtoe mtu wakati yeye kwanza hajahusika na hilo kosa. Uona yule bwana ana matatizo, ikabidi lazima yule achukuliwe. hizi hizi habari hizi hatujazisikia. Unamwambia mkuu wa nchi kwa maneno ya heshima na taratibu, mama, tunakuomba, au bwana, tunakuomba, ndugu yetu pale aliteleza, kwa hiyo tunakuomba umwachie, na sisi tunamrekebisha. Lakini ile kusema kwamba naomba aachiwe mara moja, maana wewe una madaraka kuliko serikali, mpango huu utakuja kutuharibia amani katika nchi. amani ni kama yai, amani ni kama kioo. Tuangalie sehemu mbalimbali, tuangalie Somalia, tuangalie Kongo, tuangalie Burundi, Rwanda, sehemu hizo tumefika sisi. Hakuna uhuru kama katika nchi yetu. Kwa hiyo nataka niombe watu wa dini nyingine, kauli mnazozitoa, kuweni na vinywa vyenu na pazia, na mimi nafahamu watu wa dini kutokana na maneno ya Yesu na maneno ya mtume. Yesu anasema kuweni wapole kama huwa. Kwa nini? alikuwa na maana hii kwamba unapoenda kuongea na wanafunzi wako au unapokwenda kuongea na jamii, lazima uwe mpole na wale unayowaongelesha, basi wajifundishe kutoka kwako. Unapotoa kauli kwamba tunataka huyo achiwe mara moja, maana yake wewe kuna kitu unakitegemea. Kwa hiyo mimi nataka kuomba Watanzania wote Wakristo, Waislamu, maneno kama haya tusiangalie. Maneno kama haya ya chokochoko yatatusababishia tutafutane sehemu za kukaa. Maneno kama haya yakitokea na sisi tukiacha kuyakemea kama wasemaji, mashehe, mimi naongea kama shekhe, kwa sababu amani itakapobadilika katika nchi hii, mimi nitakosa watu wa kuambia maneno ya Allah, padri atakosa maneno ya kuambia eh, Wakristo wakristo hawatokula mikate kwa salama, hawatokula mwili wa Yesu kwa, kwa salama. Wewe unayesema nchi inuke, ikinuka, watu watakulaje mkate kanisani? Wewe unaposema kinuke, sisi tutaswalia wapi? Kwa hiyo maneno haya sio ya busara. Mimi mimi kama shekhe, nataka niombe kauli hii isirudie. Alafu na wewe uliyesema kwamba tunataka serikali imwachie mara moja, hiyo sio jukumu lako sio jukumu lako. Maneno haya ungeyatoa hata Yesu alipokamatwa, maneno haya eh? Alipokamatwa, ilipotakikana kwamba asurubiwe, hakuna mtu aliyetoa amri Yesu achiwe mara moja. Watu walifata taratibu mpaka Yesu akasurubiwa akafa msalabani, watu akasamewa madhambi. Kwa hiyo tunatakiwa wewe uwe na hekima unapotoa maneno kama haya. Ungesema Yesu achiwe mara moja, nyie dhambi mgesamewa vipi? Tunachotaka ni taratibu na sheria zifuatwe. Mahakama itamwachia ikionekana mtu anahatia.